Sw kipi eh, kilikuwa bora kuelekea kwenye mchezo huu kwa sababu ni kama furaha ilikuwa ni ya kutosha baada ya kuvuka kwenye robo finali ya kombe la shirikisho bara la Afrika. Eh, tumefurahi wachezaji wetu wamecheza vizuri hilo hilo, nando la msingi ukiachia yote, lakini wachezaji wetu wamecheza vizuri na chokwa, tunahitaji sasa hivi sio pointi za nini, lakini ni kuvuka kutoka hatua hii kwenda hatua nyingine. Tunashukuru Mungu, tumeingia nusu fainali ya pili ya nyumbani. Tuna, tuko kwenye nusu fainali ya shirikisho, lakini tumeingia kwenye nusu fainali ingine ya ya, federation ya nyumbani. Kwa hiyo cha muhimu zaidi ni hilo tu, lakini kwa kiwango cha wachezaji wetu tumeona baina ya, ya timu ya ligi ya kwanza na ya ligi kuu tofauti wake. Tumeonesha Mbeya City kwamba si ni nani hata kama wali, wali, wali, wali awalimpa adhabu lambalamba mm. Lakini tumeonyesha kwamba tofauti wa ligi ya kwanza na ligi kuu ndio huo. Kwa hiyo tumepata matokeo, hatuna lingine, tunashukuru. Sasa hivi tuko kwenye maandalizi ya kwenda kwenye mechi zidi ya Selbuche ya South Africa, hilo hilo ndio la muhimu. Lakini nimesikia kuna watu wanazungumza maneno yeah. Uwezi kuacha mashindano makubwa ukacheza Ramadhani Cup kama vile ya Muungano yeah. Nimemsikia msemaji wa timu moja anaongea ovyo wamrekebishe wa kauli nao. Kwa kiongozi lazima unawaongoza na wao usiwe wewe hey, akili zako haziko sawa na wengine wa akili zao mbovu. Sisi tuko kwenye mashindano Mechi ya muungano inaanza tarehe 21, si tarehe 20 za mechi 27, tunamalizia mechi zidi ya South Africa, na ndo na ndo siku ya mechi ya mwisho ya muungano. Kwa hiyo lazima tuone kuna mashindano makubwa. Tumewachia wao mashindano yote ya nyumbani, Ramadhani Cup, mashindano ya, ya, ya ngombe ya mbuzi ya paka, tumewachia wao. Sisi sasa hivi tumebeba bendera ya nchi, iko mgongoni kwetu. Sisi tunawakilisha Sekafa, tunawakilisha Tanzania. Kwa hiyo mashindano yote hapa nyumbani Leo nadhani haya mashindano wao wenyewe wapo, wasijipige shoti tu wakaanza kutolewa. Sisi tunachohitaji no wafike pale tunapopataka, ili ikiwezekana twende tukakutane nao sawa. Mtaale anafunga mchezo wa pili mfululizo kwenye hii michuano, pengine e, inaashiria kitu gani kwenyewe wana Simba kuelekea msimu unaokuja wamo mchezaji mzuri lakini, waga saa ingine wachezaji wa wanapitia kipindi kigumu. Kwa hiyo katika wachezaji waliopitia kipindi kigumu wachezaji wetu budo Mutare, lakini sasa hivi tunaona analikapa vizuri. Lakini mimi niwaambia wanasimba, nimeona wanasimba wengi Hateba mpaka alivyoumia akatoka nje, wengine walikuwa wanataka kumzomea. Sio kitu sahihi, mchezaji ni mtu support. wa kupewa sapoti. Sometimes tunaona wachezaji wanapitia akina Messi wakina Ronaldo wanapitia hivi vipindi. Sasa leo Ateba anapokosea, na ndo mwanajeshi wetu, hatuwezi kuingiza mchezaji mwingine zaidi yake sababu ndo mwanajeshi wetu, kinachotakiwa support. Kuna kipindi watu walimtukana wali kibu kibu Dennis, lakini leo kibu asipocheza, watu wote wanalalamika. Kwa hiyo lazima tuwape muda zaji wetu. Sasa hivi upepo umepita kwa Joshua Mutale, lakini Mutale karudi na hata Ateba atarudi, at, at, at, atalikapa vizuri yeah. Neno moja, kwa kwa South Africa yeah. Tuwaambie uh, hatuna cha kupoteza ukubwa wetu utaonekana kama tulivyowaambia Konstantini kwamba mwezi kuongoza hili kundi, tutaongoza sisi wakubwa na timu zilizobaki zote, kwa sababu wote wale kwetu ni wadogo. Wote wadogo waliobaki nadhani wabaki watatu, sisi na ndo wanne. Kwa hiyo wale watatu wote wale wadogo tunawaambia, tunachohitaji sio kufika hatua ya fainali, tunachohitaji mikombe, na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia. Hatutegemei mizizi, hatutegemei ndumba, hatutegemei dumba, chochote Tuna Davis, tunaamini kikosi yetu tuna, tuna, tuna vijana na nimpongeze mwalimu, nimeona leo kamchezesha wa 20. Nadhani kila mtu kamuona uwezo wa, wa yule kijana, hata maxizengeli apati <tipa> <tipa> wapo. wengi mesia wanaamini ndumba wapo wengi, sasa kwa imani zao, si tumemsikia mzee wao mmoja leo tumemsikia wao mmoja leo kavaa kanzu anahapa kabisa tena, umri wake umeenda, ule mzee, nadhani ni mtu ambaye mkubwa kabisa lakini anasema anazungumza kwamba anahapa, wallahi wa bilahi, Simba hawezi kudoboa. Yule mzee umri wake umeenda sana, nimwambie tu, ukishazeeka, ukishakuwa unabati kichwani, mrudie mrudie mungu wako. Sasa leo unaenda kuapa kwa Mungu, lakini si tunajua ubaya uba ubwela umetengenezwa kwa aina tofauti, watajitoka watatoka watoto wa alamu wengi kujosha chupa juu katika ubaya ubwela. Watatoka watoto wa alamu wengi kujosha chupa katika aliojificha, kwa sababu ya ubaya ubwela. Ukimwona mtu mzima kama yule anaapa kuhusu Simba ambayo ndio inatetea nchi, basi ujua ubaya ubwela ushamfikia. Si ule mzee si yule babu mmoja ambaye leo kaongea ovyo. Ubaya ubwela kila unapotembea uko nao kifuani, si vizuri ubaya ubwela ni kitu hatari sana. Nimemwona mzee leo baada ya kumrudia Mungu wake anaapa simba isiingie fainali. Sasa sisi tunamwambia hivi, ajipange na akifanya masiara, dua zetu tutamchanganya, atakuwa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Spa taarifa, katika hatua hii atucheki na yoyote, sisi tunaambia ukweli. Mtu atakayesogelea kutia tu sunna ya kwamba ananuia simba yende kufanya vibaya basi, basi kwenye dua zetu na yeye tunamchanganya. Kwa hiyo mataka kombe sio medali. Simba tumeshatoka katika hatua ya kusema tunataka kwenda nusu au finali. Leo tunachohitaji kuleta kombe. Walishindwa kwa timu zilizoshuka daraja, Young Africans Rivers United, malumo wameshashuka daraja wengine wale USM wa USM Alger ndo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sijui Bamako si mawali marehemu hey. Tumemtoa Mwarabu original. Hamna Mwarabu zaidi ya Mfarao Misri. Waarabu, hmm. Yeah. Wengine wote. Maarabu ma machotara koko. Hamna Mwarabu mweusi. Nenda Misri uwezo kumkuta Mwarabu mweusi wongo. Tumemtoa Almasri. Wao wamemshinda USM Alger. Tena finali ya kwenda Benjamin Mkapa, tia maji, tia maji. Wameenda kule tia maji, tia maji. Tuambie hivi. Sisi kwanza watuheshimu. Sasa hivi tuko nafasi ya nne, waache kelele. Hatujibizani na watu, tumewachia makombe ya mbwa, ya paka, ya mbuzi, ya kuku, ya bata, ya sungura, yote washiriki wao, na tunawapeleka muungano. Muungano si kombe liko mikononi kwetu, tunawaachia wao wakabebe ili, ili watambe. Sisi tunamkabidhi mama kombe la shirikisho. Fainali ya kwanza tutacheza nje fainali ya kwanza tunavyo, ya pili tunacheza kwa Mkapa. Tunavuja rekodi yetu, ambayo rekodi hiyo tuliweka uwanja wa Uhuru dhidi ya Stella Abidjan, fainali ya kwanza aeost, ya ya pili uwanja uwanja wa Uhuru. Labda wengine walikuwa wajazaliwa wanafuta kamasi la ngumi hivi ndio, uh -huh, tunawaambia kama yule, yule mtoto anavaa miwani ya macho ambaye aliwekwa lock up kule, uh -huh, aliwekwa lock up Tabora, uh -huh. Sasa sisi tu tunachowaambia fainali kombe linakuja Tanzania. Wao kombe hawajaliona, wamehadisiwa, wamvalishwa mabati, wanapiga kelele, kombe linakuja Tanzania, na kombe likija Tanzania halizi hapa halitoki. Nashukuru <coughs> sana <coughs> <coughs> <coughs>